na ni maskini. Of course, zipo nchi ambazo zina maliasili pia ni tajiri. Sababu ni nini? Ukifanya hiyo mapping, unaona kwamba factor kubwa ni human capital, kwamba kukiwa na human capital kama kuna natural resources zitasaidia kuleta maendeleo kwa sababu human capital ita convert natural resources into wealth. Itabadilisha maliasili kuwa mali, lakini kama hakuna bado umaskini unaweza kubaki, kwa sababu maliasili haiwezi kuwa mali mpaka ibadilishwe. Lakini pia upo uzoefu huo, nimesema wa kwamba kuna nchi haina chochote cha maana kwa maana ya maliasili, lakini ni nchi tajiri kwa sababu ina ubora wa nguvu kazi. Sasa ubora wa nguvu kazi ndio ndio sarafu ya dunia. Tuwasema, nikisema ubora wa nguvu kazi, maana yake ni binadamu wenye afya na maarifa. Maarifa ndio sarafu ya dunia, ndio yanaamua nchi ya ngapi hiyo ya kwanza, nchi ya ngapi hiyo ya katikati, nchi gani hiyo ya mwisho, kwa sababu maarifa ni ghali kuliko mali asili. Kwa lazima uwekezaji kwenye maarifa uwepo na kita, tukitazama kwenye awamu hii ya sita, hata kama bado hatujafika kwenye safari yetu ya kufika nchi hiyo ya ahadi, lakini intervention ya miaka minne inaonyesha mapinduzi na tofauti kubwa sana. Kwa mfano, wengi hapo mpo, ni vyuo vikuu, mwaka 21 idadi ya watu walikuwa wakipata mikopo vyuo vikuu Tanzania walikuwa laki moja na elfu arobaini na mbili Kufika mwaka elfu mbili na ishirini na nne umefika wamefika laki mbili na, na elfu arobaini na nane, close to double karibu mara mbili. Hii ni kwa sababu tunahitaji wasomi, tunahitaji kupeleka maarifa, kujenga maarifa, na kwa sababu sehemu kubwa ya jamii yetu bado ina umasikini Mikopo ndio solution, ndio njia ya kuwafanya wapate hiyo elimu. Lakini sio tu kwamba idadi imeongezeka, lakini hata posho yao imeongezeka. Kabla ya awamu ya sita, posho chuo kikuu ile imeita boom vijana wa chuo ilikuwa elfu nane mia tano ndani ya awamu ya sita imefika elfu kumi Inawezekana haijatosha, lakini ni tofauti kubwa ambayo kwa muda mrefu ilikuwa haijapatikana. Sasa hii inakuonyesha ni kwa namna gani ambavyo tunataka mtoto huyu anatoka familia ya kimaskini aweze kuishi japo kumudu mahitaji yake yanapokuwa chuoni. Hiyo ni sehemu ya kujenga huo uchumi jumuifu, kuongeza hiyo idadi. Leo mikopo inatolewa mpaka vyuo vya kati vya diploma. Haikupata kutokea kabla ya hapo. Kwa ukisema intervention za kujenga uchumi jumuifu sekta ya elimu, unaona kuna maeneo hayo vyuo vya kati ambavyo ndio vyuo vinavyobeba watu wengi, hususani watoto wa kimaskini. Mwaka ishirini na moja vilikuwa mia sita na arobaini mwaka elfu mbili na ishirini na tano vilikafika mia nane na sitini <coughs> zaidi ya vyuo mia mbili vimeongezeka vimejengwa ndani ya kipindi cha miaka minne vyuo vya kati hii tafsiri yake ni kwamba zaidi ya vyuo, zaidi ya asilimia thelathini ya vyuo vya kati vilivyopo nchini leo, nchi yenye miaka sitini na nne asilimia thelathini ya vyuo vyake vimejengwa, asilimia thelathini na tatu ya vyuo vyake vimejengwa ndani ya miaka minne. Hii ni transformation kubwa kufanya access to education hususan kwenye haya maeneo ya kimkakati ya elimu ya kati ipatikane kwa walio wengi, kwanza kwa kuongeza vyuo, lakini pili kwa kutoa mikopo kwa hii, na hapa na, nazungumza concept ya human capital, na wakati huo tukitazama inclusive economy, ule uchumi jumuifu, kadiri tunavyojenga maeneo hayo ndivyo tunavyojenga huo uchumi tunaofikiria. Ndugu zangu, najua yako mengi ya kuzungumzwa kuhusiana na kazi ambazo eh, zinapaswa kufanyika kutoka sasa kwenda huko mwaka 2050 tuasema tujenge huo uchumi jumuifu, tutoe hiyo elimu, elimu ambayo itahitajika, ita kwa elimu bora zaidi. Ubora sasa ni gradual process, enye hatua kwa hatua, kadiri unavyoongeza msuli wa uchumi ndivyo unavyoongeza uwezo wa kumudu ubora zaidi. Ubora unaongezeka kadiri unavyoongeza ukubwa wa uchumi. Hawa watu wanapoajiliwa wanapata mshahara wa kiasi gani ili waweze kuwa na tija? Ni equation kwenye kuongeza productivity ya manpower unayoitengeneza. Tunasema tunawekeza kwenye elimu yao, lakini wakiajiliwa kuna, kuna, kuna, kuna kuna element sasa ya kufanya waweze kumudu hizo hizo gharama za maisha. Kwenye nchi maskini nyingi duniani ni moja ya changamoto kwenye hiyo equation. Kwa muda mrefu, kulikuwa hakujatokea nyongeza ya mshahara. Nafikiri inafahamika kwenye record, kwa mara ya kwanza iliongezwa nyongeza ya mshahara chini ya awamu ya sita, baada ya kipindi kirefu hapo katikati kutoka laki tatu na elfu sabini mpaka laki tano Inawezekana haitoshi, lakini ni nyongeza ambayo haikuwepo hapo kabla, na kutosha ni mjadala na ni mchakato, lakini kwa ukubwa wa uchumi wetu, hatua hiyo inakwenda kuhesabika kama ni hatua ya kupunguza makali, hususani kwa wale wa kipato cha chini. Wafanyakazi wa stafu walikuwa wakipewa pensheni ile. Ile pensheni ya, pensheni wanayopewa wakati wana wanastafu, ilikuwa ni asilimia thelathini na tatu ya pensheni yao ndio wanapewa kwa mkupuo. Baada ya mia sita, pesa ya mkupuo ya pensheni imeongezeka kutoka asilimia thelathini na tatu mpaka asilimia arobaini na zaidi kile kima cha chini cha pensheni kimeongezeka kutoka laki moja mpaka laki moja na elfu hamsini lakini zaidi na mifuko yao hao hao wafanyakazi wa staff ambayo baada ya mabadiliko ya mwaka 99 kwenye awamu ya tatu ilipelekea changamoto iliyotengeneza denda zaidi ya trilioni mbili kulipwa awamu ya tatu awamu ya nne awamu ya tano limekuja kulipwa awamu ya sita hizi ni pesa za wafanyakazi zaidi ya trilioni mbili Kwa kuna interventions nyingi ambazo zimefanyika kuhakisha kwamba makundi haya ambayo bado hayajawa sehemu bado bado bado yana, yana, yana, yana, yana changamoto ya kubebwa kwenye uchumi yanabebwa eh, kikamilifu kadiri ya hali ya uchumi inavyoendelea kuboreka. Kwa tumejenga uchumi, tunajenga uchumi na tunataka tujenge uchumi mkubwa zaidi ya hapa tulipofika. Tunataka tuingie kwenye klabu ya trillion dollar economies. Duniani ziko kumi na tisa tu mpaka sasa, nchi ambazo uchumi wake uko takribani trilioni moja dola kwenda mbele, yako mataifa kumi na tisa tu. Kwa Afrika, nchi kumi nchi zenye uchumi huo hakuna hata moja kwa sasa. Afrika ya Kusini uchumi wake uko takriban dola bilioni 400, close to 400 billion dollar. Lakini tunafikiria kwenye miaka 25 tuweze kufika kwenye ukubwa huo wa uchumi. Tunafikaje huko? Ukiangalia kwenye upande mmoja wa equation unaona kwamba ni lengo kubwa kufika uchumi wa dola trilioni moja, lakini ukiangalia upande wa pili wa equation upande mmoja wa equation kwamba dola trilioni moja ni kubwa, ni kwa sababu katika Afrika hakuna nchi imefika hata nusu ya hiyo mpaka sasa, na kwa hiyo unaweza kuona lengo ni kubwa, lakini ukiangalia upande wa pili wa equation ni kwamba uchumi huo utakuwa na maana ya watu, pato la mtu la dola elfu saba kwa mwaka, per capita ya dola elfu saba kwa mwaka ni figa ya kawaida, ni namba ya kawaida. Uchumi kama Botswana huko close to that per capita. Kwa hiyo sio jambo la kawaida, sio jambo la kutisha sana. Kwa mantiki yangu ni kwamba kuna equation, kuna changamoto hapo kwenye hiyo equation ya kwamba tunataka tujenge uchumi unaoendana na idadi yetu ili kusudi sehemu kubwa tufaidike sasa tukiendana na idadi yetu hii kusudi sehemu kubwa ibebwe na huo uchumi inatu, inatu assign kwenye ukubwa huo wa uchumi wa kiasi hicho. Sasa moja ya intervention ni nini? Sasa nadhani najua hapa kuna viongozi wengi wa dini, wakati mwingine unaweza uka, uka, uka, uka, uka propose eh, kwamba jamani, idadi yetu ya watu ni kubwa, ukapigwa mawe lakini mantiki yake ni kwamba ema tuna idadi kubwa ya watu ambao sio productive, kwa hiyo ukubwa wa uchumi, reflection yake kwenye uchumi haiongezeki. Lakini upande wa pili, ina maana kwamba ni lazima tu tuwe na idadi ambayo inaendana na uwezo wetu wa kumudu, tuwe na idadi ya watu ambao inaendana na uwezo wetu wa kumudu. Of course ni mjadala duniani kwamba idadi ya watu inaweza ikakuza uchumi, lakini wengine wengine wasema idadi ya watu inaweza ikazootesha uchumi. Ni mjadala, wengine wanasema mbona China na watu wengi, lakini China ilianza kupunguza idadi ya watu kama njia ya kukabiliana na changamoto za uchumi, na sasa hivi population growth ya China ni negative, ni negative, inakuwa at a negative growth. India leo ndio na watu wengi duniani, lakini ukuaji wake wa uchumi kwa chini ya asilimia moja. Dunia nzima wastani wa ukuaji wa uchumi ni asilimia moja kwa mwaka, bara Afrika ni asilimia mbili, Tanzania ni zaidi ya asilimia tatu. Kwao tunakuza idadi ya watu zaidi ya wastani wa Afrika inayokuza, zaidi ya wastani wa dunia inayokuza. Kwa hiyo kuna challenge, kuna faida na hasara zake changamoto yake ni namna gani ya kutoa elimu bora na afya bora kwa idadi kubwa ya watu kwa upande mmoja lakini faida yake watu hawa wakiwa bora kwa maana tukiwa na kitu kinaitwa population dividend tutapata faida kubwa zaidi ya kiuchumi lakini kipi kianze ni mjadala naomba baada ya kusema haya nimwachie profesa Asadi aendelee na mjadala huo asanteni sana